Yani, mimi kwa ombi langu na jezi za watoto watuletee. Maanake watoto wamenyimwa uhuru nao ile kuvaa jezi. Kama kitoto changu kinaambia basi mama nipe jezi yako hiyo nivae, kaambia hajatoa za watoto mwanangu. Ndio hilo tunaloliomba. Eh, na za watoto watuletee. Tuna huyu mtoto tulomtoa na Mungu, Anthony Mligo, full back hatari hiyo. Yani mtoto ukimfuata miguuni anakuruka. Umia mwenyewe, mimi nisiumie. Mimi naenda na bolu. Um, yani hatuna pengo pale, amna pengo, pengo la nani pale? Tuko nje, waangalie soka sisi. Kimataifa tunakuaga tucheki, yani kimataifa tunatoboa vibaya sana. Na safari hii klabu bingwa siishi robo siishi nusu, mimi naenda paka fainali kwa timu yangu hii. Sasa wao waniangalie mimi nilotoka ubavuni, wananiambia nilotoka ubavuni. Saa mimi nilotoka ubavuni nitamuonyesha. Dada yake mambo ni aje. Sasa vipi? Ni vizuri. Ubaya ubwela udugu mara. Ah, bwana. <laughs> Kwanza umependeza na uzi wako. Ah, tunamiliki hela. Hii hela ndefu sana sio ya bei rahisi. Yaani hmm. Hata tukiambiwa laki moja sabini sisi tunanunua ya yeah, dola mambo ya kuskani sio skani kwenye mfuku hapana? Kwenye mfuku alafu ndo inakuja kampuni yao? <laughs> Bana nataka kuzungumza naye kwanza, ebu tuambie kwanza, tunazungumza na na. Aa, unazungumza na Safia Ali, kiongozi wa katika tawi. Tawi la Nevada, tawi, tawi la Nevada. mnyamani Semaji na timu yake yupo mikoani huko akienda kuzungumza na wanasimba kuhusiana na masala ya jezi haya. Binafsi kwanza eh, unaposikia kwamba timu inatoa elimu kuhusiana na masala ya jezi, wewe mwenyewe unajisikia? Najisikia furaha kwanza, hata bila ya hamasa, sisi wenyewe yani, tuna ile morari, yaani sie mzigo ulikuja ukaisha, umeletwa mwingine, na wenyewe ndio bado tunao sasa hivi. Si hatujatoa mara mbili, mara moja tu. Yaani mimi kwa ombi langu na jezi za watoto watuletee, maanake watoto wamenyimwa uhuru nao ile kuvaa jezi, kama kitoto changu kinaambia basi mama nipe jezi yako hiyo nivae. Kaambia hajatoa za watoto mwanangu. Ndio hilo tunaloliomba ja, e, na za watoto watuletee. Anasema ja, kwamba jezi zimedoda eti za Simba, ndio maana watu wanaenda mikoani huko kwa ajili ya jezi zimedoda. Jezi hazijadoda Zime, nazani zimedoda upande wa pili e, paka jezi unauzwa shilingi elfu nane elfu kumi na tano jezi bei ya mwisho yeah. Sisi bado imesimama pale pale 45, inauzwa arobaini na tano. Mwenye lako unavaa, sio maskini, uwezi kulia kwa 45, kama ile ya chai tu 45, ile ya chai, ile ya chai yani kwa asubuhi tu ile ushamaliza. Yani nikija hapa Buguruni kwa mjamani na 45 na kunywa chai tu, sili mchana. Yani hadi mchana. Yaani hiyo mchana unaweza labda ukaagiza vitu vichache sana, lakini asubuhi ya yani yo kama breakfast tu ya asubuhi elfu arobaini na tano. Simba sio maskini bwana, wakulialia tupunguzie bei au hivi? Hapana, Simba lako kwa Jayrutty ambaye ameleta uzi ambao mnatambana. Jayrutty mimi nampa pongezi kwa kututengenezea jezi nzuri, tunavaa yani, tunaheshimika, sio jezi sijui ukifua mara moja ishakuwa kule tambara. Hapana, yani ajitahidi, yani aimarishe msimu unaokuja tena mpya, tena atuletee jezi nyingine, si si tunanunua, si tupo, inatoka tu inatangazwa, shaitupia, sitaki shida. So sijui hela leo sina, subiri zishuke, si kwa tu azishuki bado bei iko pale pale. Yani Wanasimba wanunue jezi m yetu kwanza, tuna timu nzuri sana yaani. Mimi usajili wa safarihi sina pressure nao kimataifa, kama sijafika fainali si juu usajili huna nao. Hebu nitajia wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi msimu huu anakupa jeuri homa. Kwanza pale tuache alo mwakajanawapy mm, ndio usajili wenyewe una mahema pale mahema tuna Kante. Kante. Pale tuna mtoto mdogo huyo anaitwa Morris Morris Abraham Morris. Morris huyu mtoto tulomtoa na Mungu Anthony Mligo, full back hatari hiyo. Yani mtoto ukimfuata miguuni anakuruka umia mwenyewe, mimi nisiumie mimi, naenda na ball boluyn hatuna ba pengo A, kazi. Yani tuna pengo pale, hamna pengo, pengo la nani pale sasa swsasahadi yani, hadi nasahau wachezaji wangu wenyewe wengi yani, mi mchezaji yoyote kwangu mi ni mzuri yani, kiufupi timu tumesajili vizuri, nawapa pongezi viongozi, hatuna malalamiko sehemu yoyote, hata huyu kocha wetu anamsema sema wao. Oh, pila nuno si hatuna pila nuno, tuna pila, pila kufurahi. Ngao ya Jamii wametufunga kigoli kimoja hawajafurahi wao, mpira hawajauelewa, lakini sisi tuliofungwa kama hatujafungwa. Timu imecheza vizuri, mechi inaisha. Afu naomba msamaha. Msamaha nini? Kama wewe refa, wawe wanaangalia makosa, wasipende kushikwa masikio. Marefa waangalie makosa yao madogo madogo, sio nyuma unaongozwa, hapana. Ukiwa katika refa, simama na msimamo wako Tumalize zungumza na Wanasimba ambao wanakutazama sasa hivi, timu yetu pendwa, tunaiombea klabu bingwa, tunamaliza tale kumi na sita siju kumi na saba kumi na nane kumi na nane kama kumi na nane kumi na tisa vimi nyama na chini. Tuko nje waangalie soka sisi kimataifa, tunakuaga tucheki, yaani kimataifa tunatoboa vibaya sana, na safari hii klabu bingwa siishii robo siishii nusu mimi naenda paka fainali kwa timu yangu hii sasa. Wao waniangalie mimi, nilotoka ubavuni. Wananiambia nilotoka ubavuni sawa, mimi nilotoka ubavuni nitamuonyesha wewe, uloanza kuliona jua. Mimi nimetokea nyuma kuliona jua, niangalie mimi kitu ninachokifanya, kitu gani waije. Mfano sio maneno bla bla bla. Itakiwi ukiwa katika position ya mpira, cheza mpira, sio maneno oh, mara hivi mara timu huna timu, wewe una jezi hiyo, mimi maneno matupu. Hata yeye mwenyewe anavyoingiaga kwa mbinu zake, aseme niweke mimi na yeye mkavu mkavu, aniwezi kwamba mkavu mkavu yonika. Yes kidogo mwenzangu anakuwa amebusti kidogo, najua tena kiaina, lakini mimi naingia hivyo hivyo mzima mzima, aseme tu niacha kubusti niende hivyo hivyo, haniwezi kwa mpira haniwezi hata kidogo. Ndio tunasikia mimi. Tena kuna kauli moja nimesikia hapa, sija elewa sijaelewaelewa, sijui amepewa sijui cheo, sijui amumpongezi, sielewi. Kwanza hizo cheo kateuliwa, sijui na nani, sijui kapigiwa kula, sijui sijaelewa. Ni hapo ndo ameniacha njia panda, kwanza paka niulize vizuri basi. Mi nikupe mda kuuliza vizuri, nikushukuru sana. Asante, karibu sana. Jisikia huko nyumbani. Okay. Usichoke hapa nyumbani, ah, hata kama mechi zikiwa zinacheza njoo utatukuta, sie tupo muda wote. Aya ah, nawe pia kazi njema.